Msiyesu salikuema. Majuma mawili yaliyopita, masomo yetu yamekuwa kuonyesha umuhimu na jinsi tunavyostahili kusali. Tuliona watu wa ukoma waliokuja kwa Yesu wakaomba Mungu wakaomba Yesu, ukitaka we kututakasa. Na Yesu, kwa ajili ya sala yake na huruma yake, akawatuma wakajionyeshe kwa kuhani na watakasika. Mmoja wao walipoona duji akimshukuru Mungu sana Je, tukimwelea kila wakati bila kukoma atatenda zaidi? Sababu ye ndiye aliyetumwa, tumetoka kwake na kila kitu tunacho hitaji tunapata kwake. Jumapili ya leo basi tumeonyeshwa pia jinsi ya kusali kwa unyenyekevu, na sala ya unyenyekevu jinsi inaweza kumenya na kupaa kwake Mwenyezi Mungu mm -hmm. Tumesikia somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua bin Sira. Bwana Mungu ni wa haki, wala mm hakuna -hmm. kwake sifa ya upendeleo. Wakati Yoshua bin Sira anapoandika kitabu hiki, ni karne ya pili kabla ya Yesu, na wakati huu Filosofia ambayo ilikuwa inaongoza dunia ni filosofia ya Kigiriki, hellenistic philosophy. Mawazo haya yalikuwa yapi? Yalikuwa kwamba ikiwa umesoma, ikiwa kuna mali nyingi, ikiwa kuna cheo ako umekipata kipindi unai wapata hiyo mali na mali nyingi walijua wewe

kubadilisha mawazo. Ma leo tunampata huyu mtoza ushuru. Mtoza ushuru katika mawazo ya Wayahudi alikuwa msaliti, sababu kumbuka, mtoza ushuru waliokota kodi kwa niaba ya serikali

asiyefanya haki huyu mjandoa, ama kama huyu mtoza ushuru. Shida ya sala yake basi ni gani? Shida ya sala zake yake ni moja kubwa, ni kwamba yeye ana kitu tunaita spiritual pride, kiburi. Yeye anasali akilenga sala sio kumshukuru Mungu mbali hatukusikia akishukuru Mungu, anasema na kushukuru Mungu, mimi si kama kwenye mala minu yake ni yeye na kwa kweii kuwa niyee yeye aweze kuona utu wa mtu mwingine kwei, anafanya nini? Atadunisha wengine, na hii ndiyo dhambi kubwa ambayo huyu mfarisayo womtenda sala yake yeye amekuwa lengo kubwa na yeye amemdharau mwingine ambaye pia kanitaji huruma yake. Fundisho kubwa kuwa ndio hili, kumbe tunapoenda